Muungano wa kimataifa wa wanasheria na makundi ya haki za kibinadamu umeiomba rasmi Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu wa Jinai, ICC, kumchunguza rais wa Tanzania na serikali yake kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu unaodaiwa kufanywa wakati wa uchaguzi mkuu wa hivi karibuni. Waraka wa ombi kwa ICC unamtuhumu Rais Samia Suluhu Hassan na maafisa wengine wa wa ngazi za juu kwa kuhusishwa moja kwa moja na vifo vya raia wakati wa maandamano ya baada ya uchaguzi. Juma lililopita rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alizindua tume ya uchunguzi kuhusu vurugu hizo baada ya kuwatuhumu wapinzani na mashirika yasiyo ya, ya kiserikali kwa kusababisha machafuko. Hati hiyo yenye kurasa 82 pia inaelezea kile ilichokiita ukiukwaji wa kimfumo na unaoendelea katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita, ikiwa ni pamoja na utekaji nyara, mateso kwa watu waliopotezwa na mauaji ya wapinzani kinyume cha sheria. ICC bado haijathibitisha kama itafanya uchunguzi. Tanzania ni mwanachama wa mahakama hiyo. Tusalie Tanzania, ambapo mkurugenzi wa mashtaka nchini humo ameondolea mashtaka washtakiwa mia tisini na nane waliokuwa wanakabiliwa na mashtaka ya uhaini katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, isipokuwa watu 18 na ambao wamerejeshwa rumande. Mfanyabiashara Jennifer Jovin almaarufu Nifa na Mika Chavala ni miongoni mwa wale waliorejeshwa.

Tunashukuru sana maana tulikuwa tumeshajikatia tamaa. Eh, na, ndio huru, niko huru. Niko huru wewe, ilikuwa ni ngumu sana lakini tumetoka, tunashukuru sana tumempata mwenzetu. Siku ya tukio nimetoka kazini, naenda mjini, lakini bahati mbaya sikufika, niliishia njiani eh. <tosal> Ah, siku ya leo kwa kweli ni furaha, nimekutana na ndugu zangu tena. Ni katika harakati za kukamata kamata tu hapo. Huu kidogo umepigwa huu, umepigwa sehemu ya hapa, na baada ya kufanya x-ray umekana kuna crack hapa kwenye location shoulder hapa nyuma hapa eh, kuna crack. Kwa hiyo amana pale kidogo amenifanyia matibabu.